Samahani, sikupanga pa. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ha. Yes. Tuongelee hapa lakini, kwa sababu nilipoongea na wewe kwenye simu uliniambia una haraka sasa, tufupishe maongezi Okay. Mm. Unaishi na wazazi? Yeah. Mm. Mm. Mimi naishi na mama na wadogo zangu wawili lakini baba yetu alishatangulia. Ameanza safari. Kwa hiyo tuko familia mambo kidogo. Pole sana. Uh, na mama anajishughulisha na Aa, mama yeye ni dobi, anafanya tu kazi ndogo ndogo mtaani, lakini anafuafua kwenye majumba na baadhi ya kazi akipata, isha yote anaifanya, ndo analea hivyo familia yake kwa staili hiyo. Aa, sawa. Sasa mimi nilikuwa na ombi, mimi nahitaji kulileta kwako, na kutokana na maono yangu nimekuona ni mwanamke ambaye unajiheshimu, unaojitambua. Nikaona ku hili jambo nililete, kama mswada wa ombi, ningeomba kwamba kuishi nawe, lakini kadri tunapokuwa tumeishi pamoja huku, tukiendelea na kufanya utaratibu wa kuleta barua kwenu ili tutimize swala la ndoa. Oh. Asante. Nashukuru pia kwa hilo ambalo nimelisikia, kwa sababu sikulitegemea. Nawezanga kusindikiza. Oh, mm, nyumbani yuko mama na nikifika nyumbani nitakutambulishaje? Hapana. <laughs> Mimi wala usijali kwenye hilo, nitakusindikiza mpaka pale utakapokuwa tumefika karibu na nyumbani kwenu ni basi, nitakuacha, utaingia ndani, tutaagana, kisha mimi nitarudi zangu. <coughs> <coughs>

mimi kilichokunleta mimi yote haya mimi, nimekuja kumba kuomba samahani tu, naomba turudiane mana nilishachoka tu kukaa peke yangu. Tunazingua unajua nini? Kwa sababu kama wewe mwenyewe unashindwa kujikim kuji mwenyewe hivyo, utaweza kutukim sisi na mtoto wetu kweli? unaenda kuja ta hela hii kununulia mtoto hata sabuni. Baba Rafati, elfu nne elfu nne ni hela ya mtoto kweli, inatosha nini? Hii elfu nne haitoshi hata kununua maziwa ya mtoto alafu, unahitaji mimi na mtoto wako tuhamie, tuje tukae kwako, kwa tutakula nini? yeah. niambie tutakula nini? Ndio maana mimi nakataa kuja waitaje sanaa tulimradi turudiana. Hey, moja nikwambie, mimi tayari nishampata mwingine na maisha yanaendelea. Kwa hiyo cha kufanya wewe hapa, lea mtoto wako, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo mimi nawe sahau. Tumeelewana? Lakini ah, Kuna kingine kimekuleta? Zaidi hivi ulivyoniletea? Mimi hilo tu kama nimekumbia. Haya, sawa, tumemalizana hilo. Haliwezekani, fanya uende, toka nyumbani kwangu. Jamani, unielewe au. Nenda bwana. Hii we vipi, kunakuwa king'ang'anizi? Nenda, sikuhitaji. Nenda ni tena, mwanao simemwona. Haya, pita hivi, toka bwana.

Si unajua mkono mtupu haulambwi. Ah, najua. Hmm. Kwa hiyo amna kusitasita. Yaani leo kama una hapa, mtafute mwenyewe, mimi sihusiki. Mkono mtupu haulambwi hii. <laughs> <laughs> Angalia. Ah. Okay? Kabla sijakupa hii hela, nahitaji uniambie. Kwani nampata yule mwanamke? Kumpata utampata. Ila sasa, kakaangu yule ni mkali.

Mbona kuna kitu najua kinaniketeketa sana ndani ya nafsi yangu. Hili jambo nimekaa kwa muda mrefu sana nimelivumilia, nimelichoka. <coughs> Aona adabu, dada. Hawa nao wana oh, heshima. Hapa nyumbani, wamekuwa danguro. Mabwana wabadilishana hapa. Asubuhi anaingia jioni, mjanja anapita. Josefu, hivi ni madili kweli utafaa kwa? Hebu si tosye. Una nazo sawa kama panya. Baba zao waeleweke nyuma, wala mbele. Mjomba. Hayo mengine hayakuhusu. Mimi nataka nikuulize swali. Unasema sisi hatuna madili, unataka madili gani? Sio kweli, nataka nikwambia ukweli. Unamwona? Unaona lakini? Dada, unaona? Unaona mwanao? Yako nao umezidi. Wacha tu yakukute. Tunazaza eh, eh, ovyo kivipi eh? eh? eh? Sikiliza mjomba. Unapomwambia huu unae vivia ya Musa. Hapa mimi naongea na wewe. Naomba unisikilize kwa umakini. Habari hapa kaja John, kaja Joseph, wewe hiyo haikuhusu. Na swala ya kuhusu kusema watoto zetu iwe mwanzo na mwisho kwa sababu hatujai kuja nyumbani kwako kuja kukomba unga au kukomba kitu chochote. Kwanza mwenye polepo unalishwa. Hiyo lea era anoleta John hapo, na yeye hapa sasa hivi. Analeta wewe uli. Si unakula? Si unakula sasa? Mengine yanakuhusu kitu gani? mengine yanakuhusu nini? Huwa unafata mambo yako, mambo mengine ya uyaache hapa hapa kama yalivyo. Alafu kaka, naomba sikiliza, maswala kuingilia watoto zangu mimi huwa siyataki, sawa? Waache kama walivyo. Kwanza kuambia wajukuu zangu panya staki, sawa ne? Mimi yoyote anaomleta hapa nyumbani, mimi ni mkwe nazo kweli, nazo kweli, na ukumbuke

Mwana kulitafuta ni mwana kulipata, kwa sababu hayo ndio walikuwa nawatafuta. Watoto wenyewe hawa ni vichwa vigumu. Mimi mwenyewe nimesema mpaka nimechoka. Unahitaji nini? Samaki mkunje angali mbichi. Wamekauka, wakunjiki <laughs> nikwambie kitu nipo hapo uh -huh, kwa ajili tu uh -huh, ya maradhi niliyoyapata uh -huh, lakini nitapona nitaondoka. Lakini kumbuka, ujue ninachokueleza hawa watoto wameharibikiwa, wamezaa watoto Awana, baba na, na... Mjomba, mjomba tafadhali nakukata kauli. Hakuna baba, hakuna hapa mtoto ambaye amezaliwa hana baba. Kila mtoto ana baba. Wako wapi? Wako wapi? Unataka kujua ili weje? Wanakuhusu kitu gani haswa? Kikubwa wanachokuhusu ni nini? Ili weje tujai, kama kweli unajiona sa unajiita mjomba. Mm, bora sisi ndio tunajitumia lakini mkumbuke Mdomba pia ni mama. Hata kama makuta. Na lakini ninachoongea sio sawa. Haya ndio yanasema acha makuta. Na nikiongea tena. Na nikiongea tena. Na basi hakila siku zaliwa ni Rashid, mimi nimesema nao watoto mpaka dakika hii, mimi nimechoka. Hasa mwanamme wa huyu. Simpendi tena, simpendi tena. Mala mara sijui elfu nne ana madonda donda humu, utasema jambazi. Afadhali hata huyu ni mtu ambaye mwenye hela zake kulikoni wa huyu hapa hu. sijui elfu nne sijui elfu mbili sijui elfu tatu haeleweki hata robo. Lakini hili jambo mjomba, halikuhusu wachie, wenyewe wachague wanachokitaka. Sawa baba, tena uachait wajukuu wangu, nimekuelewa. Kushinda. Naomba uondoke, usifikiri kuambia vile labda watoto wangu siwapendi, nimekataa kelele zako. ah, sawa baresha, Kushinda, naomba chukua kilago vyako vyote, hilo kama janga la kwangu, sio la kwangu, hilo halikuhusu, umeshashindwa, unaweza ukaenda magongo magongo, magongo. Mimi nanihusu nini? yananihusu nini? Mungu akusaidie sana na wewe Mungu akujalie vile vile. Sawa. Mm, yeah. Hivyo unajua misingi ya mwanamke anaoishi na mwanamume ndani. Unajua misingi ya mwanamke wa mtu wao lishindwa kunipigia mimi simu na ukaniaga kipindi unapotaka kutoka? Hapana, simu yangu ilizima chaji. Wakati nime ni, ni kutoka hapa nikajua nitajiadi kwa mama, kwa mama da kumemlikatika. Kwa nini kashinda kuwasiana na wewe? Hao oh, watasikua. Doa zetu hivi, hivi hivi kwa matatizo yao kukata umeme. Sasa sasa hivi sasa ishakua kama disaster sasa. Uso wako unawasingizia mpaka Tadesco sasa. Okay, niame unatoka wapi, mama?

Oajasiri umeutua wapi wakunipandishia sauti kwa? unataka kuyajua madhaifu yangu, unataka kuyajua ya ndani yangu? usinifanye nikaamua maamuzi magumu. Nimeshasema nilikuwa kwa mama, kama unaamini aikua kwa mama, kama amini basi ka mwenyewe wala... ujali wala nini, au sivyo hivyo? Mwanamke unanichukuliaje mimi? Unaniona mimi ule koku, ya makofi makoi? Mwanamke, ujinga wangu na maneno yako unaniambia nikaa chini. Am hivi mwanangu, huyu dada yako ya ya ya ya toka wow, alivoondoka mpaka leo hakuna salamu Mtoto hamjali la heri hamjali la shari, hmm. kaka yangu, kama vile kila kitu mimi hapa nipo, ni shampa hela, enda hospitali nategemea Ma nini na mambo mengine mama unayataka. uh -huh, alipoondoka ha, hapo ulikuwa unamwangalia msa hivi anaondoka hivi, mama yule mtu mzima na kizake ti mama. Kwa hiyo alipopata tena ilo lijanaume likamwaliende huko, nikamwacha huko. mtoto wake tena, wewe mlezi wa wana ndondondo, umepoa, mtoto unalea, hmm. ndo ulanaingia

unajua unachanganya kule ndugu wako, ni kwamba au maneno yote wewe mwenyewe basi, ndugu, bwana wako anakujali, asingekuzalisha akakuacha hapo, ungeenda basi huko huko, kakae, umekaa na balaa, na mama yako hapo, umekaa na balaa mnajadiliana. Eh, hapo hapo hapo hapo, mimi niongee, naomba nisubiri. Aya, ndipo ndo nataka kuongea mimi, naomba unipe nafasi niongee. Wewe utabaki kuwa dada, alafu kunye kuongea, unaweza ukawa dada, lakini ukaa una akili, si unanielewa vizuri eh? Kuzaa au kuzaliwa wewe kwa mkubwa, ukajiona na akili mwenzangu, hakuna kitu. Mama, umemleaje huyo mwana umemleaje? Kwa maana yeye toka azae yeye anajiona amekuwa sasa hivi, anaweza kuongea chochote kwangu, si ndio? Ukiuliza kwa nini, na yeye kaza. Sasa hivi kama mwanamke kweli, mbona bwana wake hajamchukua hapa, amemwacha hapa nyumbani? Mbona hajamtoa hapa nyumbani? E, nikwambie e tu e. Au maneno yote wewe mwenyewe, basi ungekuwa bwana wako anakujali

o mwanzo na mwisho, dada, si unanielewa? Hiki kenye elfu mbili nilikuomba tu, ili mradi nitakakupima imani yako. Sina hata haja, sina sina gaziki na viena vidogo vidogo. Unakuwa una dada, lakini unakuwa una boga, unaboga. Yaani wewe sio dada, bali boga. Tena ulivyokuwa una akili, kwani hapa nimesema mlumbane? Eh, nimeongea mlumbane baada ya kuelewana, mnalumbana Kinachofahamisha mgombani ni kitu gani? Sema nini, mama. We, tulia ila nasema hivi, hapo utaponyanyua koto zako beba na mtoto wako. kwa sababu okay. umeshakuwa jeuri mm. sio wewe tu, mpaka yeye anaopiga piga mikelele hapa. wote mnaweza mkaenda mkaniacha peke yangu, nimechoka. Mtaa mzima watoto wake hamsijua wako hivi hivi, wanangu, hatuoni hata aibu eh? Mnakokwenda mama, usifike mbali mara hiyo elfu mbili ndio kutoka na kwa bwana yake, ndio ile mahali ya ule. Si bora hata mimi natoa elfu mbili ya mahali kabwa kabwa, kwa amekaa na mtoto wake yeye, amenyoa rangi utafilini kabisa hapo, anajiona yeye amefika mwenyewe. Sasa usi usi yeye sifa na una lolote na mtoto wako yeye amembwaga. Kama kweli unapendana na huyo bwana, ninachokihitaji hapa mimi nione barua, nione pesa Uende kwa mumeo, uende ukaishi. Ikishindikana, chukua toto lako utokomee. Mama ndani <coughs> ya siku hizi tatu, mamangu utafurahi. Mbona mi na we tena yana rasijali wala nini, si unaniamini e? Hakuna Nakani, mtu anayeelewa vizuri kuliko wewe hakuna. Mama, sihitaji mbambamba

Kama jina lako unavyosema, Upendo navyosema ni mtu sana kukupenda. Najua upendo sio pesa na, upenda, na. Upendo sio so, sio mali, ila mimi vyote nitatimiza kwako ili wewe uamini kwamba nakupenda. Ah, hata mimi pia nakupenda, na ambapo kila upendo wangu, hata mimi pia natambua kuna mahusiano ila siwezi kudauti sana kupitia mahusiano yako, ila naamini kwamba hata huyo mwanaume alikuwa naye hakupendi kama nitakupenda mimi. Na pia ujui mabaya yake siwezi kuyaongelea kwa sababu nitaonekana kama nampondea, ila kikubwa, watu wengi si na mahusiano, ila mahusiano hayo hayana upendo wa dhati. Wanakuwa tuna kitu ambacho wanacho ila hicho kitu sio cha kwao. Wewe una yule, ila yule sio kwako. Nakupenda. Nimefurahi kusikia hilo, kwa sababu ndio bueno, mwanamke Kutuwa kutuwa kutuwa. Hapana, sijatoroka, ila inabidi tuaje. Sawa basi, kuna kiasi kidogo cha nenda kutumia baadaye kwa ajili ya kuwasaidia saidia aitapwa

nabu nakia nyumbani haujato chochote kwa hiyo hauna haki ya kulipa amri zako bila utakazi mpaka pale utakapokamilisha processes zote za ndoa. Hapo utakuwa na haki, kwa sababu nitakuwa ni mkeo halali na una haki ya kulipa chochote utakaa

Kama unayaona unataka nikujibu nini wewe? Ushajionea kwa macho yako kwamba mambo yanaendelea hapa ni haya. Nimevumilia ila leo inabidi niseme. Wii, kuna kitu ambacho kinamtia yeye jeuri na kiburi kama unavyomwona. Kuna siku aliniazima simu yangu akawa anatumia wasiliana na mtu ambaye mimi simfahamu, na soma moja soma mbili. <coughs> na kama mtu wa mimi ana, ndio maana anapata Bwana, unje wewe mara moja ukitoka nje wana, unauliza mtu nani? Wakati uko ndani naitikia ndani, alafu unaanza kuuliza nani. Bwana, toka nje unione bwana. Unajua kidogo kwa sisi ambao hatujaoa hatucumwi kufanya usafi. Uo, tukia mga, hapa tutunajuaapabil ufanya usafi hapa. Nyumba ya kwanza ya pili ya tatu, kuna binti mmoja hivi mnene mnene, so mrangi sio mrangi, mnyaturu sio mnyaturu, ni binti fulani anapenda kujistiri sana. Unajua ndugu yangu wewe hmm? Hakuna siku ambayo umekuja hapa kwangu ukasema, bwana hebu chukua milioni nane hii eh? Wewe ukafanya miradi yako ya maendeleo. Hakuna hata siku hii. Hmm? Kwa oh, kija hapa. Bwana kuna mwanamke suri nimemuona amevaa nguo ya kijani. Sio hiyo hivi na hivi nyumba yake ile pea gorofa. Hivi ndugu yangu. Hayo maisha mimi na wewe mpaka lini? Kuna vitu vingine sonzoke. Mimi na wewe ndio tunatakiwa tutoke hapa kugu uh, tu, so, so, kwa mtu uh, twende. Tunaongea vitu vingi ikiwa kwamba maelekezo ni machache tu sonzoke ah, tunaweza kufanya mimi na wewe. Kishe mawazo. Sawa kaka. Tunakuwa mm, tunaingia tunabishiane. Mawazo. Sasa sikia. Shika hii. Shika hii. Eh, hii. Eh,

Nataka unipeleke sehemu ambapo anafanyia kazi. Ah, Ah, okay. Ndio hapa anapatikana kirahisi, naweza nikafanya naye mazungumzo machache. Hapana shaka, hapana shaka. Mimi na wewe bwana, ndugu yangu kwa atakumbani. Eh, mimi na wewe atakumbani. Eh? Ili swala nalimaliza. Hivyo hivyo. Sio mbaya, twende. sak iinu yakaa